Na hii ndiyo njia rahisi kabisa ya kuweza kutatua changamoto ya tumbo kujaa gesi kwa mtu mwenye changamoto ya uzito mkubwa. Kama unatatua, unapitia changamoto ya tumbo kujaa gesi na umekuwa ukijaribu kutafuta njia za kila aina kwa ajili ya kutatua hiyo changamoto na hujapata matokeo, basi sikiliza huu ujumbe utaweza kupata suluhisho la changamoto hiyo na kuondoa kabisa hiyo changamoto. Wengi ambao wamekuwa wakipitia hii changamoto ya tumbo kujaa gesi, mara nyingi wamekuwa wakijihisi kama wana vidonda vya tumbo, lakini vidonda vya tumbo pale anapojaribu kupima anakuta hana vidonda vya tumbo. Unaweza ukaambiwa una ugonjwa wa sibo. Ni ugonjwa ambao unafanana sana na vidonda vya tumbo, ambao ni, ni vimelea vya bakteria wadogo wadogo ambao umelea kwenye tumbo yani kwenye mfumo wa mmeng'enya wa chakula ambao wanaitwa H pylori. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto ya uzito mkubwa na kuwa na tumbo kujaa gesi, hapo panahusikanaje? Yaani pana, pana, pana, panakuwa na mahusiano gani? Unapokuwa na changamoto ya uzito mkubwa, ni kwamba unakuwa na mafuta ya ziada yaliyohifadhiwa sehemu mbalimbali za mwili kwa ajili ya matumizi ya baadaye na kwa sababu mafuta ya glucose hayo ni, ni mafuta ambayo ni glucose ambayo huhifadhiwa sehemu mbalimbali za mwili, ni kwamba unatumia sana vyakula vya wanga na sukari, ndo na ndio ndivyo vyakula vilivyokufanya vyakula unenepe. Sasa unapokuwa unaendelea kutumia vyakula vya wanga na sukari, manake unaendelea ku, kumimina sukari kwenye tumbo lako, na matokeo yake hata kama una bakteria yule ambaye ni mbaya, ambaye anaitwa H. pylori anakuwa anaendelea kunemeka anaendelea kukua. Hata ukijaribu kutu, kutafuta dawa fulani ambayo itaweza kumwangamiza yule bakteria, inakuwa ni ngumu sana kwa sababu yule bakteria ni mgumu sana kufa, na matokeo yake unaweza ukajikuta badala ya kumuua unaua mpaka bakteria walinzi wa tumbo. Sasa tatizo linazidi kukua kila siku, na matokeo unakuwa haupati, lakini pia una changamoto ya, ya tumbo kujaa gesi lakini bado umeng'ang'ania kutumia vyakula ambavyo vinatengeneza asidi eh. Mfano kama vyakula vya aina ya limao eh. Chungwa, pilipili eh. Pili pia maharage maharage pia ni, magu, ni kuna iina, ina, ina protini fulani ambayo ni ngumu sana kumeng'enywa ile protini inakuwa ni ngumu sana kumeng'enywa matokeo yake kile chakula kinakuwa kina chacha tumboni na matokeo yake tumbo linaendelea kuvurugika. Kwa hiyo unakuwa unapitia changamoto hiyo kwa muda mrefu, na matokeo yake sasa unaweza ukajikuta umepata vidonda vya tumbo. Kwa hiyo unapokuwa na changamoto ya uzito mkubwa, dhibiti vyakula vya wanga na sukari, kwa sababu vile vyakula ndio vinakufanya uendelee kunenepa, lakini pia hivyo hivyo vyakula ndio vinavyomfanya yule bakteria anayeitwa H. pylori aendelee kunemeka kwenye tumbo na matokeo yake kuendelea kupata matatizo makubwa zaidi ambayo yatakupeleka kupata vidonda vya tumbo. Ili uweze kudhibiti changamoto ya, ya tumbo kujaa gesi, epuka vyakula vinavyokaa muda mrefu tumboni bila kumeng'enywa, lakini pia epuka vyakula vinavyozalisha asidi ambayo itaweza kuku gozea tatizo la tumbo kujaa gesi. Lakini pia mimea tiba ambayo unaweza uka ukaiandaa mwenyewe kwa maeneo yoyote uliopo, kwa sababu ni mimea tiba ambayo inapatikana sehemu kila aina. Unaweza ukatumia unga wa mdalasini, ukachukua pia na unga wa binzari ukachanganya, halafu ukatumia asubuhi na jioni. Lakini pia kuna mimea mingi tu ambayo unaweza uka, ukaitengeneza ambayo nimekuwa nikielekeza kwenye programu zangu ambazo nimekuwa nikitoa kwa ajili ya kutatua changamoto ya uzito mkubwa na changamoto zake zinazosababishwa na uzito mkubwa, ikiwa ni pamoja na hiyo tumbo kujaa gesi. Kama unahitaji msaada zaidi, follow page hii, lakini pia andika neno andika neno program au chukua namba kwenye bio yangu pale hapo juu nipigie ili niweze kukupa utaratibu wa kujiunga kwenye programu hiyo ili uweze kutatua changamoto ya uzito mkubwa na uondokane na changamoto ya tumbo kujaa gesi. Virutubisho ambavyo vini, vinaweza kuharakisha zaidi kutatua changamoto hiyo, pia ukivihitaji, tunaweza pia kukupatia, tunatuma mikoa yote popote ulipo hapa Tanzania na nje ya nchi ya Tanzania. Karibu sana Issa fitness ni suluhisho sahihi kabisa la uzito mkubwa kwa kupitia tiba ya lishe ambayo ni tiba asilia kabisa. Karibu sana tunapungua uzito.